Mtoto wa Diamond pamoja na mwanamama Zari the Boss Lady Tiffa siku leo amezua gumzo kubwa sana mitandaoni, baada tu ya kuandika ujumbe ambao kila mtu akawa anajiuliza, huyu mtoto kaandika au kaandikiwa, au imekuwaje kuwaje? Tunafahamu wazi kwamba Zari pamoja na Diamond kwa sasa hivi hawapo sawa, haya, hawajaweka sawa mambo yao, kutokana na ule ugomvi wao ambao waligombana, na baada tu ya kugombana kwao ikapelekea Diamond akawasusa watoto wake, akawa awasalimii. E, mambo kama hayo sasa namna ambavyo Tifa alivyomzoea baba yake Diamond Platnum, basi imempelekea shida kwa asilimia kubwa sana tofauti na yule mtoto mwingine Nilang. Sasa ukiangalia eh, Tifa anatumia simu kubwa, eh, lakini pia Nilang naye pia anatumia simu kubwa na, ukiangalia, namna ambavyo Zari aliweza kuwa limit watoto wake aliwafungia mitandao yote ya kijamii eh, yani hakuna Instagram katika simu ya Tifa, hakuna Facebook, hakuna mtandao wote wa kijamii, eh, zaidi ya magemu, nyimbo zao za shule, nini, vitu kama hivyo. Lakini hakuna swala zima la kumpigia simu mtu fulani, hapana. Hayo vitu kama hivyo Zari aliwaondolea kabisa watoto wake katika simu zao kwa sababu walijua tu endapo watawekea hivyo wakaharibika kabisa huko mitandaoni. Lakini huu ujumbe ambao Tifa ameweza kuandika ndipo tunajiuliza kama kweli Zari Zibustedi aliwaondolea watoto wake mitandao ya kijamii katika simu zao. Imekuwaje kwaje Tifa akaweza kuposti ujumbe kama huu kwa baba yake msanii Diamond Platinum na ukiangalia ujumbe, uh, sio ujumbe mzuri, ni ujumbe wa kusikitisha sana. Latifa ameweza kuposti picha wakiwa pamoja, uh, yeye pamoja na mama yake pamoja na mdogo wake Nilan pamoja na baba yake, alafu katika caption uh, akasema I hate my daddy. Akatagi Diamond akatagi Diamond Platinum, ukiangalia huu jumbe ambao Latifa ameandika eh, unaweza kuona kuna namna fulani labda Zari, kuna maneno alimpatia huyu mtoto, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini pia kwa upande mwingine tukawa tumefikiria huenda basi Zari the Bosslady ndiye ambaye ameweza kuandika huu ujumbe kwa sababu, eh, baada tu ya wao kugombana Diamond akawasusa watoto wake akawa wasiliani nao, hawasalimii yani eh, kifupi amemwachia kabisa Zari the Bosslady aweze kuwalea mwenyewe hawa watoto wake wawili, Tifa pamoja na Nilan. Na Diamond Diamond Diamond, mimi kama vile tu anapata mashaka ya bure. Ukimwangalia Tifa na Nilan wanafanana, lakini Diamond nakuambia, Nilan sio mtoto wangu, naomba Zari Zari, tukampime DNA. Zari alikasirika sana. Aliona huyu Diamond bwana, ananipanda kichwani. Akaona, yani, unaenda kumwamini Mange Kimambe unaacha kuniamini mimi mwanamke ambaye nilikuzalia watoto wawili, kitu ambacho Zari hakimuingia akilini hata kidogo. Diamond anahisi yule mtoto Nilan ni mtoto ni wa marehemu Ivan ambaye pia ni baba wa watoto wake, wake watatu wa Zari Zebusledi, wale watoto wake watatu akina Rafael. Sasa unaweza kuona Zari Zebusledi, baada ya kugoma Diamond, naye akaamua kukaa kimya, akaamua kumpotezea na ndiyo maana unaweza kuona hili likizo. Basi Nasib Junior mtoto wa Tanasha ndiye ambaye amekuja kumuona baba yake uh, msanii Diamond Platinum na familia nzima na Diamond ameenjoy naye mtoto wake, lakini hatujaona kina Tiffa, hatujaona kina Nilang, hatujaona wakija hapa Tanzania kwa ajili ya kusalimia familia ya msanii Diamond Platinum na hii yote ni kutokana na kiburi cha Zari The Boss Lady ambacho bado ameendelea kukiweka. Sasa kama ni kweli Latifa ameandika huu ujumbe, ni kwa nini aseme anamchukia baba yake? Ni chuki gani ambayo Zari ameweza kumpandikizia huyu mtoto? Tunaweza kusema itakuwa ni hatari sana hapo baadaye kwa sababu ukiangalia, Latifa ni mtoto ambaye anapendwa sana na baba yake msanii Diamond Platnumz. Huenda ni kutokana na ile changamoto ya kukosana na mzazi mwenzake imepelekea msanii Diamond kushindwa kabisa kuwa karibu na watoto wake mpaka kufikia hatua watoto wana baba hatupendi, baba hatujali. Kitu ambacho Zari amekitengeneza, tunaweza kusema kiukweli sio kitu kizuri. Baadae hawa watoto wanakuwa, mitandao ya kijamii inaendelea kuwepo, watakapokuja kuona hili swala mitandaoni, ni kitu ambacho hai, haitakuwa ni picha nzuri sana kwa wote wawili, kwa kwa Diamond wala kwa Zari. Wewe kwawala kama shabiki unalipi la kuzungumza, utochea maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.